Kuna mtu au watu wanajitambulisha kama wanajeshi wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, sisi wazee hatukufurahi. Na mimi nilifurahi zaidi niliposikia kwamba hao wanaojitambulisha au huyu aliyejitambulisha kwamba ni mwanajeshi na haridhiki na taratibu zinazosimamiwa na serikali yetu chini ya rais wetu Dr. Suluhu Samia Hassan kwamba haridhiki na kwamba wana mambo wanayotaka kama jeshi, tulishtuka, lakini baadaye tulipopata statement hii tulifurahi kwamba wao wanajeshi wetu wanasema sivyo. Kwa nimekuja hapa ku katika nirudie ni kusema katika sura yangu ile ya uzee na taasisi na raia mwema kutoa kauli na kuomba watanzania wenzangu wote wazee kwa vijana kama ninyi watanzania wetu wote tuunge mkono jeshi letu kauli hiyo na tuunge mkono rais wetu na tuwe nyuma yao Rais akiwa komanda inchifu wetu, na jeshi letu linainda mali yetu na amani yetu na mipaka ya nchi yetu, na tusiruhusu hata kidogo watu wengine kutumbukiza humo siasa. Hilo la kwanza. La pili, jana tumeona sura ya huyu aliyetoa tamko, sitaki kumtaja jina, lakini nadhani mnaye, nilimuona ana ndevu. Pili, amevaa mpaka hapa nguo kama ya jeshi mpaka shingoni. Tatu, anasemea Tanga. Niseme mimi nimepita jeshini na bado unaweza kuniita pamoja na uzee wangu. Hatuna uniform hiyo sisi, wanajeshi wa jeshi wananchi wa Tanzania, hatuna mvao huo kwamba utakuwa Tanga joto, alafu umevaa mpaka hapa. Sisi tuna namna yetu ya kuvaa katika uniform ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania, sio lile. Kwa hiyo si askari, na kama ni askari ana jeshi lake jingine, silo jeshi la wananchi wa Tanzania, na sipendi kuamini wala siamini kwamba ndani ya jeshi letu tuna watu wa aina FM.